Habari tunaeleza kwanza, baadhi ya wagonjwa wa nje katika hospitali ya rufaa ya Songea wameandamana kwenda kwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma baada ya mgonjwa mmoja wa kupoteza maisha akiwa kwenye foleni, wakilalamika kuwa alikaa zaidi ya saa tatu bila kufanikiwa kumwona daktari. Kutoka Songea, Jofrey Nilahi anaarifu zaidi. Chanel Teni ilifika hospitalini hapo saa kumi na nusu jioni baada ya kupata taarifa kuwa wagonjwa wa OPD wameandamana kutokana na mwenzao kupoteza maisha akiwa katika foleni ya kumwona daktari. Wamesema licha ya madaktari wa zamu kumwona mgonjwa huyo akitapika damu kwa muda mrefu, hawakuchukua hatua ya kumsaidia hadi alipozidiwa na kuishiwa nguvu, wakamchukua na kumpeleka kwa daktari, ambapo kabla hajatoa maelezo alifariki. Jine, nisha, suja, mwenyewe mgonjwa amekuja pao muda mrefu wakamweka kwenye hizi magari yetu. Sasa anaitwaje sio amekaa kwa muda mrefu pale, daktari anapita pale. Sasa baada, sio kazi yangu hivi na hivi, umetokea pale, akaanguka kalala chini kwa, amekaa tena sio dakika ngapi, kumpeleka ndani, mara anatoka huko na mgonjwa amefariki. Kwa kweli inauma sana ndani na nafsi yangu. Sasa jamani, hali hapa tukaiacha ngoja, tuende wapi? Kwa mkoa mkoa, tukajue nini hata mara, amekaa kwa muda mrefu sana, alipokaa pale baadaye akawa amezidiwa, akawa ameruka kwenye kile basteli akawa ametua chini, akawa amelala. Baada ya kulala pale, izotapika zile damu wakaamua kumwinua, akaamua kulala kwa awamu ya pili. Baadaye wakamuinua walivyomuinua, nikaona kama amekuja kumchukua kwenye kibaskeli, wakawa wamemuingiza ndani. Tunakaa kidogo, tunamwona yule dada ambaye leo mleta yule mgonjwa analia, sema nini? Sisi tusiokuwa na hela tunanyongeka, yani hospitali inaangalia waliokuwa na hela, wenye mfuko wamevaa, unasoma, yani sisi tusiokuwa na hela ndio tunaofia kwenye mabenchi. Mganga mkuu mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya Songea, Dr Philis Nyimbi, amekili kuwa wagonjwa waliandamana. Hata hivyo, amesema hospitali hiyo haina waganga wa kutosha, idadi ya wagonjwa ni kubwa, ambao walipaswa kutibiwa kwenye hospitali za wilaya. Kwa wale wagonjwa ambao walikuwa wameenda kule, pia akawa wamenikabidhi mimi na wanaendelea kupata huduma pale. Chini kuna madaktari ambao wanawahudumia huyu mgonjwa. Amekuja amezidiwa, katika hali ya kuzidiwa, wakati madaktari wanaendelea kuwaona wale ambao walikuwa tayari wanaona, wameshaanza kuwaandikia. Basi kapelekea huyu mgonjwa hana damu kabisa. Kwa hiyo wakati wanakuja, wakati madaktari wale katika vile vyumba vyote wanaendelea kutoa huduma vile, basi na huyo naye akawa amekuja. Sasa wakati wanafanya utaratibu wa ku daktari aweze kumwona, ndipo yule mgonjwa ameweza wakati wa ziara yake Waziri Mkuu Kasimu Majaliwa mkoani hapa Januari tatu mwaka huu, aliwaagiza makatibu tawala wa mikoa kuwasimamia wakurugenzi wa halmashauri kutenga bajeti ya fedha ya mwaka 2016 17 waweze kuboresha hospitali za wilaya ili kuondoa msongamano wa wagonjwa katika hospitali za rufaa kutoka Songea. Joffrey Nirahi, Channel Ten.